ya mkuu wa mkoa wa Morogoro ilikuwa mstari wa mbele ikiwaongoza hospitali ya rufaa ya mkoa katika sherehe ile ya kuadhimisha miaka 80 ya ofisi ya mkoa na ofisi. Tunashukuru sana kwa kazi kubwa aliyoifanya mheshimiwa mkuu wa mkoa katika kutoa sapoti na kutoa mwelekeo na na hata kuweza kuhamasisha wadau, kwa sababu hata wadau hawa wa WCF Wali, waliweza kupata taarifa baada ya kupata ombi kutoka kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa na kuweza kumwangusha kwa namna yoyote tunashukuru kwamba waliweza kukubali ombi lake kwamba katika kuadhimisha kwa miaka 80 moja wapo mojawapo ya shughuli ya msingi iwe katika kuendelea kuboresha miundombinu ya hospitali yetu ya rufaa ya mkoa serikali imekuwa awamu mbalimbali hasa hiyo awamu ya sita ime, imetoa fedha nyingi sana kwa ajili ya kuboresha hospitali yetu ya rufaa ya mkoa, na kuna baadhi ya majengo mapya ambayo yamejengwa kama ICU na mengine, pamoja na ununuzi wa vifaa tiba vya kisasa ikiwepo mashine ya CT scan, kuna mitambo ya kusafisha damu dialysis na vingine vyote ambayo imefanya serikali. Lakini kimsingi katika utoaji wa huduma za afya serikali o, inafanya kazi ikishirikiana na wadau wadao ndani ya serikali na nje pia ya mfumo wa serikali. Kulikuwa kwa, kwa kuna umuhimu wa kuboresha eneo hili, ili kwamba mnaopata rufaa ya kuja hapa mweze kupata huduma katika hali njema yenye utulivu, yenye mazingira mazuri, na vile vile kuwajengea wataalamu wetu, kuwapa nafasi ya kutoa huduma katika nafasi ya utulivu na mazingira ambayo tumeyaona kwao. Tunashukuru sana, na wengine ambao si wageni kwenye utalii wamekuja kwenye hii kliniki watakuwa ni mashahidi kwamba ilivyokuwa miezi miwili nyuma na sasa imeboreshwa. Na hili tutambue wananchi kwamba hatufanyi hapa tu, tunaendelea kuboresha hospitali yetu sehemu na sehemu na sehemu, lakini kwa sababu ya, ya nature ya shughuli zetu hatuwezi tukafunga huduma zote. Kwao tunafanya kwa awamu, tunakarabati sehemu tunaboresha, au tunahamia sehemu nyingine. Kwao muendelee kutumaini kwamba mtaendelea kuona hospitali yetu kiendelea kuboreka na za zaidi ya yote si miundombinu tu, lakini pia hata kwa wataalamu ambao wapo tunaendelea kuajiri ku, ku, wataalamu bingwa kuweza kutoa huduma mbalimbali, na tunapokwenda hawatakuwa madaktari bingwa tu, hata madaktari bingwa bobezi, ili waweze kutoa huduma bora, kulia kwamba hii ndio hospitali yetu ya rufaa ya mkoa. Kwao wananchi zaidi ya milioni tatu wa mkoa wa Morogoro rufaa yao ni hapa, kwa hiyo lazima iwe ni sehemu bora yenye utaalamu wa kutosha yenye vifaa vya kutosha, ili wananchi wanapopewa rufaa waweze kuona tofauti hapa na kule, zile huduma ambazo hawezi kuzipata kule ziweze kupatikana hapa. Ukarabati wa jengo la kliniki maalum za madaktari e, bingwa ilianza tarehe 26 mwezi Mei ukitekelezwa na mkandarasi tunaita local fundi ambaye ni Ferdinand Romani ambaye alikamilisha kazi tarehe 13 mwezi wa sita lengo la ukarabati ilikuwa ni kuboresha miundombinu ya jengo la kutolea huduma za kliniki maalum za kibingwa. Gharama za ukarabati tulitumia jumla ya shilingi milioni ishirini, laki nane, hamsini na sita na mia tano, na, e, na mchanganuo wa gharama umeorodheshwa kwenye e, jedwali ambalo tumeambatisha ambalo pia ni e, kufunga mfumo wa maji safi na taka kwa maana ya kunua vifaa safi, vifaa vya mabomba na viunganishi vyake Tulinunua jumla ya hand washing station 14 ambazo zilitugharimu milioni mbili, laki saba, sitini na nane elfu. Lakini pia tulikuwa na kazi ya kuondoa madirisha yale yaliyochoka, na kufunga madirisha mapya ya aluminium. Lile jengo lilikuwa na madirisha ya aluminium previously. Tulifunga madirisha jumla 17 na gharama yake ilikuwa milioni tano, laki nane, 45 elfu. Tulifunga gypsum board, eh, kundani, ambazo zilitugharimu shilingi milioni moja ambazo na shilingi milioni moja na ishirini na nane elfu. Tuli, walibomua sakafu ya vyoo na kufunga vyoo vipya eh, ambayo vitugarimu shilingi 289000, na vifaa vya dari ceiling board pvc na mikanda na misumari ya kufungia vitu garimu shilingi 887000. Kupaka rangi pa, ukuta wa nje na ndani na kupaka vanish kwenye maeneo yaliyo na mbao kwa maana vifaa hivi vitugarimu shilingi milioni nne laki tatu na elfu mbili. Kurekebisha na kufunga upya mfumo wa umeme Ilitugharimu shilingi milioni moja laki sita e, kumi na mbili elfu na mia tano. Frame na finishing na komeo za makabati zilirekebishwa kwa shilingi laki moja na ishirini na tano elfu na gharama ya ufundi e, labor charge ilikuwa shilingi milioni nne ambayo ilikuwa ni sawa na asilimia ishirini ya gharama nzima iliyotumika kwenye kwenye matengenezo haya. Kwa hiyo ukarabati ukarabati huu umetusaidia kuboresha mazingira ya, ya utoleaji huduma hizi kliniki zetu za kibingwa kwa wagonjwa pamoja na watumishi na pia uh, wakati eh, wakati tunaendelea na ukarabati, gharama za awali zilikuwa zimelengwa kwa ajili ya ukarabati wa special clinic, ilikuwa ni milioni 16 lakini kwa sababu ya uchakavu wa jengo, wanapokuwa wanabadilisha kitu hiki na kingine kinaharibika katika process, kwa hiyo kajikuta tumelazimika tumetumia mpaka shilingi milioni ishirini laki nane hamsini na sita elfu na mia tano na kwa mpaka sasa ukarabati ndani umekamilika wote na nje eh, lakini pia hii inaambatana pamoja na TV kwa ajili ya kutolea huduma elimu kwa wananchi wanaokaa pale wakati wanasubiria kuingia kwa daktari. Sisi tunayo furaha kwamba tumejumuika na wana Morogoro kwa kutoa hiki kidogo tulichokuwa nacho, kwa sababu wanasema kutoa si utajiri bali ni nini? Kwa hiyo tuliona tujiunge na wana Morogoro kwa kuchangia ukarabati wa jengo hili la kliniki ya mabingwa ili kusudi wana Morogoro na wengine wote watakaoguswa na matatizo yanayohitaji wataalamu hawa waweze kupata huduma zilizo bora zaidi. Nimefurahi kwamba Mganga Mkuu, mnasherehekea miaka 80 ya hospitali yako. Hii ni Mi miaka mingi, hospitali kongwe na nafikiri baadhi ya miundombinu yake ilikuwa imeshachoka, na ndio maana mkaja na hii busara kwamba e, mwitumie miaka 80 kukarabati. Na tunashukuru kwamba serikali yetu ilitupitishia sera ambayo inaruhusu kurudisha kwa wananchi, na hii ni njia mojawapo ya kurudisha kwa wananchi kwa kuleta huo mchango ambao tumeuleta ili kufanikisha jambo hili la kukarabati a, kliniki hii ya mabingwa <tune>